hatupaswi kunyooshana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika. Na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili ishirini na tano mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika VIPA itakuwa ni shilingi elfu hamsini. Jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi elfu thelathini. Na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi elfu kumi. Na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita, hiyo hiyo unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya, ya, ya, ya fainali dhidi ya RS Berkane. Kwa ile ya awal itabaki kama ilivyo, alafu hii mpya utakayonunua ndio ambayo itasoma kwenye system ya siku ya